Wacha nikwambie ndugu yangu, haina maana ninapopita kwenye majaribu basi inamaanisha kwamba sijui kuomba au Mungu ameniacha au mimi ni mtenda dhambi. Kuna wakati Mungu anaruhusu nipite kwa sababu ameniamini, na ninalipa gharama huku nikijua baada haya uko utukufu mkuu aliyoniandalia Baba. Bibilia inatusimulia kisa cha mtu mmoja aliyekuwa maarufu sana, jina lake aliitwa Ayubu. Ayubu alikuwa ni mkamilifu, mtu ambaye ana kila kitu na utajiri mwingi na utoshelevu wa kila jambo. Biblia nasema kwamba alikuwa ni mkamilifu. Tafsiri yake ni kwamba kila jambo alilokuwa nalifanya alikuwa afanyi kwa ajili ya yake peke yake, alishea na watu wengine baraka ambazo Mungu alimbariki. Kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa saba Biblia inasema kwamba Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka zunguka duniani na katika kutembea tembea. Kwa kuwa Bwana alimwamini Ayubu na kujivunia, akamuuliza shetani Je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu, mwelevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, Je, huyo Ayubu yuamcha Bwana bule? Utagundua kwamba kuna wakati unaweza ukawa upo tu, lakini adui anawaza mabaya juu yako. Adui anatamani ya kutegea mitego na kuangamize, lakini Mungu amekuwekea ulinzi, lakini Mungu amekuwekea neema. Biblia inaenda kusema kwenye kitabu cha Ayubu sura kwanza mstari wa kumi, wewe umzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibariki, nayo mali yake umeiongeza katika nchi. Mungu alipokubali Ayubu apite katika mapito ndicho kipindi ambacho adui za Ayubu walifurahi. Ndicho kipindi wale watu ambao Ayubu aliwasaidia waliona kama Ayubu ana maana tena. Ndicho kipindi ambacho watu waliona kama Ayubu ni mtenda dhambi, watu wakahisi kwamba Ayubu kuna mahali amemkosea Mungu, lakini wanasahau ya kwamba kama kujaribiwa kungekuwa ni kwa watenda dhambi peke yao, basi Bwana Yesu asiyekuwa na hatia asingeingia majaribuni. Ndipo Ayubu anaingia kwenye majaribu makubwa, anaanza kupewa taarifa na mjakazi wake ya kwamba mifugo yake imekamatwa na kutekwa, wameiua, imeuawa. Wakati anasikia taarifa za kupotea kwa mifugo yake, anasikia habari nyingine tena ya kwamba watoto wake wameangukiwa na nyumba ambayo imekumbwa na upepo mkali. Mateso anaanza kuingia katika nyumba ya Ayubu. Ayubu anapiga magoti na kusujudu, anamtukuza Mungu katika hayo na kusema ya kwamba nalikuja uchi, nitarudi uchi. Anaishia kusema Bwana alitoa na Bwana alitwaa Jina lake libarikiwe. Katika hayo yote, Ayubu aliendelea kumwamini Mungu. Katika hayo yote, Ayubu aliendelea kumtizama Mungu kama ndiye sehemu ya mtu pekee anayeweza kumsaidia katika yote. Shetani akaona bado haitoshi kupita kwa Ayubu katika mapito hayo bado akatamani ayubu angamie. Kwa jambo hili tunajifunza ya kwamba kuna wakati adui shetani anatamani tufe, kuna wakati adui zetu anatamani tudidimie, kuna wakati wanatamani tupotee, kuna wakati adui zetu anafurahi tunavyopita kwenye mapito magumu, tena wanatamani atukute magumu zaidi, hata kama ni wale wale tuliowasaidia, hata kama ni wale wale tuliowapa nafasi na kula nao na kuwathamini na kuona ni watu watakaosimama nasi na kuwa mashetani wakivaa roho za kutamani mauti tukute. Shetani akazidi kuomba nafasi ya kumjaribu Ayubu, ndipo kwa maneno ya kusemezana Shetani akapata nafasi ya kuendelea kumjaribu Ayubu. Akampiga Ayubu kwa majipu mwili mzima kuanzia kichwa mpaka uwayo. Ayubu alijikuna kwa namna ajabu sana, maana palikuwa papo mahali pa kulalia. Mwili wote umejaa na majipu, mwili wote umejaa na vidonda, mwili wote umejaa na maumivu makali kiasi cha kwamba hakuna anayeweza kumbeba na kugusa mahali ambapo pana usara. Ndipo mke wa Ayubu alipoona kwamba Ayubu amekuwa mzigo akaanza kumwambia Ayubu ya kwamba hivi kweli kwa, kwa mateso haya bado nashikamana na Mungu? Kwani usimkufuru ukafa. Ndipo Ayubu akamwambia mkewe ya kwamba usiwe kama wanawake wapumbavu. Mungu atupe mema tu, mabaya situpe? Kumbe hata sehemu ya mapito Mungu anairuhusu kwa ajili ya kutuimarisha. Kumbe kuna wakati mwingine unaweza kosa, kuna mwingine Mungu amempa kama vile ambavyo wewe ulikosa, kuna mwingine alipewa kama vile ambavyo wewe unapata na kuna mwingine anakosa. Biblia inasema katika hayo yote Ayubu bado aliendelea kumtumaini Mungu, hakumkufuru Mungu kwa midomo yake mwenyewe, ijapokuwa anapita katika mapito, ijapokuwa anapita katika maumivu. Kila anayemtizama anasema kwamba hivi ndiyo yule Ayubu ambaye alionekana ni tajiri katika rafiki zake Ayubu. Alipomwona Ayubu anapitia mateso namna hiyo, wakakusanyana wakalia pamoja, wakisema kwamba ni nini aliyomkuta ndugu yetu. Lakini baada ya hayo, wakachoka kuona Ayubu yuko katika hali hiyo, wakasema kwamba ametenda dhambi. Wengine wakasema maneno mengi kwamba ashiki dini, wengine wakazungumza mambo mengi kwamba Ayubu hayuko sawa sawa na Mungu. Lakini Ayubu alijaribu kujitetea kwamba hajatenda dhambi. Kila mmoja alimshtumu, kila mmoja alimlalamikia Ayubu. Angalia Ayubu anapitia katika mapito anapita katika tabu, lakini bado maneno magumu yanainuka kwa ajili yake. Anahitaji faraja, faraja ipatikani, anahitaji kupata hata mtu wa kumfariji lakini maneno yanayokuja kwake ni maneno magumu, ndipo tunajifunza kwamba Neno la kukutia moyo, anayekutia moyo ni yule aliyekuwa mnafiki kwako, lakini leo unasema na nafsi yako ya kwamba mwisho wa taabu ya Ayubu ilikuwa ni mafanikio maradufu, nami nakuombea kupitia jina la Yesu Kristo. Mwisho wa hilo pito wacha Mungu akakuinue, mwisho wa changamoto hiyo wacha Mungu akakusogeze mahali pa utukufu, mahali ambapo biashara ilikufa wacha Mungu akairejesha maradufu, mahali ambapo ndoa ilipoteza amani wacha Mungu akarejesha ushindi mkubwa, mahali penye magonjwa wacha Mungu akaweke Zima, na ukaona utukufu wa Mungu kupitia jina la Yesu. Na mimi natamka neno la ushindi kwako, ya kwamba Mungu anakuangalia ya kwamba Mungu ameruhusu hayo pitie akijua kwamba uko ushindi mkuu aliouandaa mbele yako. Pokea nguvu ya kusonga mbele, pokea nguvu ya ujasiri. Wewe ni Ayubu wa leo, Mungu anajifunia wewe, na katika hilo uko ushuhuda mkubwa ambao wengine watasimama na kuona kwa kwamba Mungu hakika hana upendeleo. Amen, Mungu akubariki sana. Ni mimi Pastor Godwin Nderwa, nilikuwa pamoja nawe katika Neno kwa maombi season namba 44. Uendo umebarikiwa na season hii. Unatamani kutumia season hizo kuisha kuzitoa na zile nazozitoa kila siku, unaweza ukawasiliana nami kwa namba ya WhatsApp inaonekana kwenye skrini yako, lakini pia unaweza ukatembelea YouTube channel kwa jina la Pastor Godwin Nderwa. Huko kakuta mahubiri mengi zaidi yahusianayo na safari ya kuelekea mbinguni. Mungu akubariki, uwe na wakati mzuri.